Hello, mambo vipi, karibuni sana katika video siku ya leo. Natua unaendelea salama? Kwa hivyo lengo la, la video siku ya leo ni jipi? Ningependa kutupa siri jinsi ya kutunza twisti zako. Kama wewe umesuka twisti za namna hili ama unapenda kusuka mitindo ya namna hili kama mimi hapa, unahitaji kutunza, kwa sababu kumbuka unyevu ni kitu cha muhimu sana. Sasa hizi za kwangu mimi hapa hizi sasa hivi nadhani ziko wiki tatu, na jana niliziosha, niliosha na maji alafu nikaweka conditioner. Kitu chenye huwa nafanya ni hiki hapa kwanza, hatua ya kwanza akisha kwamba kama unatia unyevu kwenye nywele zako unatia maji kwanza. Kwa hivyo hapa ningependa kutia unyevu, kwa hivyo ina maana kwamba hizi hapa niende nika nikafanyeje nikaweze kutia maji Alafu narudi imani zinakaa namna hivi. Sina chupa ya kuspray, lakini hivi karibuni nitanunua chupa. Kwa hivyo nikishafanya hivyo, kinachofuata nafanya hivi, nachukua cream hino cream yangu nayoitumia hapa, cream ambayo yep, inasaidia kutia unyevu yeah, haina kemikali mbaya za kuharibu nywele yako. Kwa hivyo kwenye hivi, na ndio maana huwa wanawambia hivi, mafuta ya maji kama haya hayatii unyevu kwenye nywele zako. Unahitaji hair butters na cream kama hizi hapa. Unaona hair butters, cream kama hizi ndizo zinasaidia sana kutia unyevu na kuweza kusaidia nywele yako kuwa laini na unajua kwamba unyevu ni kitu cha muhimu sana, kwa sababu unyevu unasaidia nywele yako kutokatika na pia kuweza kunawiri vizuri, na pia nywele yako kuweza yaani, kukua vizuri na kuota vizuri. Unaona, labda kama nywele yako unafanya kila kitu, unatamani laaki ikue na hauoni kuna uwezekano labda nywele yako inakatika na nywele inayokatika ni kwa sababu uh, kama hauna changamoto yoyote ya kiafya ama tatizo vingine, kuna uwezekano nywele yako inakuwa kavu, na nywele kavu ina maana kwamba haina nini, haina unyevu, sawa sawa. Kwa hivyo, dada, nakwambia eh, akisha kwamba unatia unyevu kwenye nywele zako, akisha kwamba unatia unyevu kwenye nywele zako. Kwa hivyo, nakuta namna hivyo hivyo hivyo tu. Lafu tunachukua mafuta. Kwa hivyo kazi kubwa sana ya mafuta kama haya ni kwamba ni, ni sealant. Yani, yani ina ina sealing moisture ina inafunika ule unyevu ambao tumeka maji tume, alafu tumepaka nini tumepaka iye cream. Kwa hivyo haya mafuta yanakuwa kama sealant, yani nafunika ule unyevu saidiani unyevu ivi kukaa kwa, kuka kwa muda kwenye nywele zako, na pia ninafanya hivi na ninapaka kidogo kwenye ngozi yangu ya kichwani. Unaona, huu anafanya hivyo kutunza twist zangu, ili twist zangu zisije zikawa kavu na kukatika. Unaona, na ukiwa na hulka kama hii, mwenendo kama huu yaani utakuta kwamba nywele yako inafurahi. Unajua nywele yako inaweza furahi kwa namna gani? Wakati inaendelea vizuri, hakuna kukatika, unaona, inauta vizuri. Kwa hivyo namna hivyo utakuwa umemaliza jamani, namna hivyo utakuwa umemaliza jamani. Weu, we unafanyaje? Ehe, wewe unatunzaje nywele yako? Uwa unatiaje unyevu? Unatumia nini? Naomba kaniambia pale kwenye comment section hapo chini. Jamani, kama siku ya leo ni mara ya kwanza kutazama hii video na kukumbuka, uweze kubofya pale kwenye kitufe kimeandikwa subscribe, na like video na kushana na watu wengine, jamani. So sawa. So. Na kama unaitazama kwenye mtandao wa TikTok, ukaweza kubofya pale juu imeandikwa alama ya jumlisha. Unateremko na like, una comment, una favorite na una share na watu.